Unajua hii picha mimi imenichekesha sana eh? Kwenye yani mi nashangaa nakuwaje Ateta anakaa, alafu yu, Jurgen Klopp amesimama. Unaona hii picha hapa, ilikokaa makocha watano wamekaa wa, alafu mmoja amesimama, na katika watano waliokaa mmoja inabidi asimame ampishe Jurgen Klopp. Hapo kitazama waliokaa kushoto kwangu hapa hivi ni Mikel Arteta ambaye ni kocha wa Arsenal anaempata ni Pep Guardiola ambaye ni kocha wa Man City. Ukija hapo, kuna Jose Mourinho ambaye pia ni kocha wa Benfica. Aliyefuata baada ya Jose Mourinho ni Diego Simeone ambaye ni kocha wa Atletico Madrid. Luis Enrique, kocha wa PSG pia, ambaye amekaa hapa mwisho. Sasa katika makocha hawa wanatakiwa mmoja tu ndo asimame aweze kumpisha Jurgen Klopp. hivi hivi Arteta kwanza amekaa ni kitu gani kimemfanya Arteta amekaa? Yaani, anatakiwa asimame tena akimbie na asigeuke nyuma. Tukija tu kwenye mafanikio binafsi, kwa nini mimi nasema Arteta askai kwanza, Arteta mafanikio yake mpaka sasa hivi, tukianza kuanzia 2019 akiwa Arsenal mpaka sasa hivi ana makombe matatu na katika makombe matatu ni FA pamoja na Community Shield. Community Shield huku kwetu ni zile mechi za hisani ambazo ni za ufunguzi wa ligi ndo anazo Arteta. Basi kama ametumia kigezo cha Community Shield ama FA wangemweka na Tenagi na yeye pia anaefuahii, ni kocha kwanii Tenagi hayuko hapo? Njio kwa makocha ambao amekaa hapo sasa. Tumanzie Ugenlop ambaye amesimamishwa. Ugenlop ana Premier League ana UEFA lakini pia ana Bundesliga hivi mbili wakati wake anafundisha Germany. Njio tumtazame Pep Guardiola ana Premier League sita ana UEFA Champions tatu, yaani makombe makubwa tu nazungumzia, siongele madogo kama Europa UEFA, zile nini, Carabao Cup sijazungumzia, FA sijazungumzia. Tukija kwa Jose Mourinho, kocha wa makombe ana UEFA Champions League, ana Premier League, ana La Liga Santander, ana Europa. Diego Simeone, El Cholo, kocha wa, atia, wa Atletico Madrid ana La Liga mbili, ana Europa mbili, ana Super Cup mbili Tuende kwa Luis Enrique ambaye ni kocha wa PSG. Ana UEFA, ana FIFA Club World Cup. Lakini pia ana La Liga ya Santander hizi mbili. Sasa makocha kama hao, oh, yani hizo yani hizo titles ambazo wanazo unaweza kumfananisha kweli na Mikel Arteta. Yaani kwa yeye maneno yetu kijueni, yani, tuchukulie mfano sio hapo simu ikapotea. Macho ataenda kwa nani? Wewe hapo tuniambie kama sio ataenda kwa Arteta. Arteta anatakiwa asimame tena, kimbia sigeuki.